Na mtazamaji, serikali ya Sudan inaunga mkono uamuzi wa, wa mahakama ya kimataifa ya ICC ya kuanzisha uchunguzi wa maafa yanayoendelea katika jimbo la Darfur nchini Sudan. Aidha, balozi wa Sudan nchini Kenya Mohammed Osman amesema kwamba serikali ya Sudan itawasiliana na Kenya kidiplomasia kusaidia kutafuta amani nchini humo. Seto Lale anatuarifu zaidi. Saa chache baada ya mahakama ya kimataifa ya ICC kutangaza kwamba inaanzisha rasmi uchunguzi wa maafa na ukatili unaodaiwa kutekelezwa na kundi la RSF kwa wakazi wa El Fashir Darfur, nchini Sudan, serikali kuu ya nchi hiyo yenye makao makuu jijini Khartoum, imeunga mkono wito huo If the Decisively, decisively. Akihutubia wanahabari katika ubalozi wa Sudan nchini Kenya, balozi wa Sudan nchini Mohammed Osman amesema kwamba kufikia sasa maelfu ya wakaazi wa eneo hilo waliuawa, huku watu laki nane wakihama makwao.

Aidha, ubalozi wa Sudan nchini Kenya umesema kwamba serikali ya Sudan inawasiliana na Kenya kidiplomasia kwa lengo la kutafuta amani nchini humo tayari